Madai ya waasi hao yamekuja baada ya wiki iliyopita kuuteka mji wa Uvira ambao unapakana na nchi jirani ya Burundi. Kitendo hiki kimeikera serikali ya Marekani, ambayo kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio, inailaumu Rwanda kwa kukiuka mkataba wa Washington wa Desemba 4 uliotiwa saini kusitisha vita hivyo kati ya rais Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Gavana aliyeteuliwa na M ventoa katika jimbo la Kivu Kusini Patrick Busu Bwangwi amedai kuwa wanajeshi hao wa Burundi waliokamatwa watarejeshwa katika nchi yao. Mpaka sasa, serikali ya Burundi ambayo kwa miaka mingi ina wanajeshi wake nchini DRC haijazungumzia madai hayo ya M23 huku ikiendelea kufunga mpaka wake na nchi hiyo jirani. Hali mashariki mwa DRC haswa Kivu Kusini imeendelea kuwa ya mashaka baada ya waasi hao kuuteka mji wa Uvira na sasa wanatishia kusonga mbele zaidi. Rwanda kwa upande wake inailaumu DRC na Burundi kwa kuvunja mkataba huo, kwa madai ya kuendesha operesheni ya kijeshi kuwalenga watu wa kabila la Banyamulenge. Hata hivyo, watu hawa kabila wa kabila la Banyamulenge na wenyewe wamekuwa wakikanusha madai haya ya Rwanda.